Ila I tell people, nasema hivi, baba wa familia ndio mamlaka ya mwisho ya kiroho kwenye hiyo familia. Mchungaji hana nguvu na mamlaka kwenye hiyo familia kama baba wa hiyo familia alivyo na nguvu kwenye hiyo familia. Naweza mimi nikaomba na nikatumia mamlaka yangu ikagoma, lakini sio wewe baba. Learn to believe in yourself Iamini ofisi yako kama kuhani wa hiyo familia, iamini ofisi. Kwa nini unaniamini mimi? Ni kwa sababu ya ofisi yangu ya uchungaji, ndio maana unaniita kwenye familia yako niombee familia yako. Na mimi nakwambia wewe, kama baba, una ofisi ya ukuhani kwenye hiyo familia. Jifunze kuiamini hiyo ofisi yako. Una mafuta wewe, kama baba wa hiyo familia, una upako kwa ajili ya hiyo familia, una neema kwa ajili ya hiyo familia. So you call your people, unawaita watu wako every once in a while Njoni, ni oni ni wabariki mke wako. Anatakikana akikutana na jambo, kabla hajawaza kumkimbilia mchungaji, akukimbilia wewe, na sio tu ili kutimiza wajibu uh-huh. Anaamini kabisa ofisi yako ina majibu kwa ajili yake, wewe kama kuhani wa familia. You see, baba akianza kumwombea mwanaye hivi, maombi yake yana nguvu kuliko mtumishi mwingine yeyote anapoomba kwa huyo mtoto. it doesn't matter, mimi nina upako kiasi gani, I'm not the father to that kid. Ndomaana kuna baraka ambayo ni baba tu anaweza kumpa mwanaye. Soma Biblia yako, waangalie wazee wetu ambao tunawachukulia kama mifano yetu kwenye maandiko. Mara nyingi unaona wanawaita watoto wao halafu wanawabariki.